Ilikuwa ni asubuhi na mapema, Ofelia alikuwa anamzuia Alfredo asitoke, lakini Alfredo alikataa katakata kumsikiliza Ofelia. Alfredo akatoka zake, akawasha gari na kusepa kumwacha Ofelia kwenye mataa. Kumbe Alfredo alikuja kukutana na sister huko. Sister Marina ambaye alikuwepo na Benitez. Benitez alifurahia kumwona, akamwambia, bwana kitambo sana. Ila na jambo moja naomba msaidie pasipoti niweze kuruka nchi, lakini Alfredo alitaka kumshambulia kwa bunduki akasukumiliwa mbali. Huku naye Sara alikuwa yuko zake busy anafanya fanya mambo yake, mara akaingia Tino. Tino alipoingia naye pale akaanza kupiga piga stori moja mbili tatu, ila Tino akawa anataka kumbusu Sara kamzuia. Huko naye huyu dada dada yake na Joakim alipigiwa simu, ile simu ilikuwa anataka kuongea na Tino sim. Sim, Tino, lakini huyu Rusi ambaye ni msaidizi wa Tino askari akimomba msaada wa bunduki, pesa na gari ili aweze kutoroka. Yule askari akamwambia rafiki yangu, unanitia matatizoni. Kumbe wakati anaongea yote sister alimsikia. Sister akaenda pala, akampa dawa, akamwambia ndio nataka kuondoka, akasema eh, hey, akampa basi zile dawa bwana Bentezi Rogelio wa kazinyo Rogelio akamshukuru sister. Katana anataka kuondoka hivi bana, maruweruwe akaanza kuyaona, kuonaona mbili mbili tatu, tatu. Anajishikilia hapa na hapa, anajikaza lakini halishindwa, akaona hapa sasa nishakamatika, akadondoka chini t sister naye akamchukua akampeleka ndani akiita msaada, uongo na kweli, akamchukua akampeleka ndani huko. Naye alikuja fundi nyumbani kwa kina Primitiva. Wakati Primitiva anaongea na simu kumwambia nini kilichotokea huko nyuma, mara simu ilipotea mawasiliano, akaingia yule fundi aka ule dada akamwambia bana Primitiva, mimi naondoka ule. Ule jamaa akishakisha simu kwamba imekata kwa hiyo tulbox, ule jamaa alikuwa na bunduki bana huu naye huku, Joakim alimfuata yule sister ambaye hujamuona Bentezi Rogero, ambaye mimi sijamuona. Sister akamfuata Bentezi akamwambia nitahakikisha hutaweza kumdhuru mtu yoyote. Sister akaanza kumpiga dawa za kumlegezea mwili. Huko naye, kwa kina Primitiva, kulikuwa nataka kuvamiwa na yule bwana fundi. Wakati Tino anaongea na mama yake Primitiva, yule fundi alikuwa na nyatia, nyatia mle ndani mama huko bado anapiga piga zogo na mwanaye yule yule. Mw, jambazi aliyetuma kuja kumuua mama, akaanza kumkingia kifole mwanaye jamaa kazidiwa nguvu na Sara, mara risasi akaanza akafyatuliwa hewani, ile pa mama ikamkosa mama, akajifichiria huko.